Mimi nitapingana na dunia nzima, mtu anayeniambia kwamba uvunjifu uliotokea ni kutokana na kanuni ya 17 kifungu cha 45. Kila kanuni na mwongozo wake. Kwa nini watu hawataki kuzama dip, kutazama mwongozo wa hiyo kanuni unazungumza vipi? Hmm. Na wakati hiyo miongozo, wakati inatengenezwa, hata hivi virabu vilikuwepo, wawakilishi wa hivi virabu walikuwepo. Simba wanajua hiyo kanuni na mwongozo muongozo una wadimandi wao kutoa taarifa ni muda gani, wanatakiwa kutreni ili uwanja uandaliwe, wahusika wawepo. Barua ya TFF ukienda kuisoma vizuri, iliyotoka wakati mechi inaahirishwa, inaainisha kwamba Simba wakutoa taarifa ni kwa mujibu wa nini, kitu, kitu, ambacho sio kweli kitu amba, Simba walitoa taarifa wapi Kamanda? Kwenye, kwenye pre-match meeting, wapi? Bye. Labda wewe tu ndo unajua, ina maana subiri hapa hapa, mimi ndo nataka ina kuru... Maana okay, umezungumza kitu kizuri. kama hiyo taarifa ilitoka kwenye pre match na, meeting na, na, subiri, kama for for for the the the record for the record, to, to, to calm down for the record, viongozi wa Simba walizungumza na kamishna wa ule mchezo Three days before. Okay. Sawa. So, days before. Na wanakuambia kwamba okay. Mimi kuna vitu viwili. Waka sawa tu kwenye hii ishu ya taarifa. Na, na wanaainisha kwamba Sawa kiongozi ambaye amb, amb, labda sitomtaja jina mm, anakuambia kabisa, three days before, walimuuliza kamishna kwamba tunahitajika kufanya nini ili tufanye mazoezi okay. Akawambia mhitajiki kufanya jambo lolote hata kuandika barua, kwa sababu uh, kanuni inaelekeza na inaeleweka okay, kwa faida ya wasikilizaji yeah. Alichokisema kamanda na vitu viwili, kamishna alipewa taarifa mm, three days before, kwa mujibu wa kamanda. Kwa nini Simba wanakwenda mazoezini pale saa kumi na mbili? Kwa nini kamishna kuwepo kama alikuwa na kanuni, kanuni e, yani we? okay. ni ni ni ningemaliza maswali mawili kwa kamanda na kingine, Hansi. Hansi. Subiri anasema. kabla ujaendelea kwanza mm. tunasikilizwa na watu wengi naomba tupeane nafasi na tujibu kulingana na vile ambavyo ilikuwa ni zamu yangu kuongea, Sawa, endelea. Eh, kwa zamu yangu kuongea. Sawa, endelea. Endelea. Endelea. simba wakati wanakwenda ku train yeah. ilibidi boy manda awepo karibu mm. kwa ajili wa mm. right. ya waandishi wa habari dakika 15 hakuwepo general coordinator hakuwepo commissioner hakuwepo manager wa uwanja hakufungua uwanja kama Simba walitoa taarifa za kutaka kutumia uwanja hao watu wote wangekuwa wanajua je? yeah, kama Simba wametoa taarifa kwa mujibu wa kamanda, kwa nini barua ya bodi ya ligi inapingana na unachokisema?